Uh, vikundi vikundi vya uh, taasisi za Kiislamu au watu tu wanakuja wanasema wao ni mashehe, sijui wawapi wawapi, wamevaa sijui barakashia zao ni nini, alafu wanatangaza vita na Wakristo wanatangaza vita eh, za kidini, wanatangaza wao watachinja waandamanaji, sijui wao watafanya nini, wanafanya press conference kabisa na vyombo vya habari na wanaongea maneno hayo cha kwanza kabisa inabidi Watanzania hii situation tutumie akili za mwisho, yaani tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu, tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Cha kwanza inabidi Watanzania mjiulize, kwa nini serikali inaruhusu, kwa nini jeshi la polisi linaruhusu watu kuja kuongea maneno ya hatari hivi kwenye press conference? Kwa nini watu wanatangaza vitu vya hatari hivi? Tutachinja, tutaua, sijui tuta nini, waandamanaji, sijui uh, uh, wakristo hivi sijui teki hivi, kwa nini wanaruhusu vitu hivyo? Nabidi mjiulize, kwa jinsi hichi ulivo sahivi, kwa nini wanaruhusu hichi kitu? Jibu ni kwamba hii ndio strategi ya serikali batili, serikali haramu hii ndio strategi waliokuja nayo CCM ya kuweza kuwa ya kuweza kupunguza upinzani wa wananchi kwao, wanawa distract wananchi, wanawaondoeni kwenye upinzani wenu na serikali, wanawageuza mgombani wenyewe kwa wenyewe. Inabidi Watanzania ambao hamjasoma vitabu msome vitabu vya madikteta wengi. Madikteta wengi duniani wanashikiliaga nchi wanashikiliaga power kwa kutengeneza adui ambao wananchi wanajikuta wako bize na yule adui ndondio sisihemu anacho tufanyia sasa hivi Watanzania. Sasa hivi tukishakuwa bize na mambo ya dini, tukishakuwa bize Samia kapona. Tukishaanza sasa hivi Waislamu wa Kristo sisi wenyewe kwa wenyewe, Samia kapona, na ndio kitu ambacho Samia anajaribu sasa hivi kukifanya kwa nguvu zote. Ndio maana mnaona serikali imeruhusu hawa watu kuja kuongea mambo ya hatari kwenye nchi kiasi hiki. Ndio maana unaona wanaruhusiwa wachukulia hatua ni kwa sababu wamewekwa wameletwa ni kwa sababu wamewekwa wamepangwa kuja kuongea hivi na serikali haramu Samia na mtoto wake wamewapanga waje kufanya hivi ili wao wow. wa, waendelee kushikilia nchi. Sasa sisi kama Watanzania, what can we do kwenye situation? Sisi kama Watanzania tunaweza kufanya nini kwenye situation ambayo sasa hivi Samia na mtoto wake Abdul wanajaribu kutuingiza kwenye vita za kidini? Sasa Watanzania, Yaani, hawa watu wanaichukia Tanzania kwa kiasi hiki? Yaani Samia anataka urais kwa kiasi hiki, yuko tayari Tanzania iingie kwenye vita ya kidini kuliko yeye atoke. Sasa sisi tunafanya nini? Hiki ndio kitu ambacho tunaweza kukafanya sisi. Waislamu, sisi Waislamu tunajijua, hatuna shida na Wakristo. Tanzania haijaikuwa nje ya kidini, hatujaikuwa na haya mambo haya mambo ya sasa hivi yanayoonekana yanaletwa na Samia. Naomba niwarudishe nyuma. Hawa tek wanaosemwa leo kwa, kum, kwa haya matamko wanaosemwa na hawa mamluki waliowekwa na Samia, hawatek walikuwa wanatoa matamko haya haya kwa Magufuli. Hawatek walimpinga Magufuli, na Magufuli si alikuwa mkatoliki yule? Na hawa tek walikuwa wanatoa matamko ya kudai haki kipindi cha Magufuli. Kwa nini sasa hivi? Eh, igeuzwe iwe ni ishu ya dini? Ni kitu gani teka ambacho wanakifanya kipindi cha Magufuli amini kipindi hiki cha Samia ambacho hawakukifanya kipindi cha Magufuli? Mimi hapa nilimpinga Magufuli, nawakumbusheni, mimi nilimpinga Magufuli. Mimi ni Mwislamu, nilimpinga Magufuli. Hata siku moja sikusikia Wakristo wakigeuza ile ishu yangu na Magufuli wakasema, Mange hamtaki Magufuli kwa sababu Magufuli ni Mkristo. Mbona wa Kristo hawakufanya hivi? Leo watu wanamsema Samia, wale Waislamu wabakwata, mashia, ubwabwa wanatoka wanasema ni dini. Je, yes, sisi Waislamu tuliomsema na kumtukana Magufuli, mbona wa Kristo wa, hawakuja ku, kutaka kutuchinja kutuambia sisi ni wadini, hatumtaki Magufuli kwa sababu ya dini? Kwa nini Waislamu ndiyo leo tunaleta udini? Sisi cha kufanya ni, ni hiki, sisi Waislamu tunaoijua dini yetu na kuipenda ambao hatulipwi ambao sio mamluki tufanye hii kazi. Cha kwanza sisi Waislamu tuhakikishe tunawahakikishia tuna ndugu zetu wa Kristo kwa njia zozote kwamba sisi hatuko na hao mamluki waliolipwa na Samia, wanaolipwa na Abduli, wanaotumwa. Tuwahakikishie ndugu zetu wa Kristo kwamba sisi hatuko na wale, kwamba wale ni watu wachache kumi, wale ni watu wachache ambao wamepangwa na serikali ili waje wabadilishe hili tatizo la uny, unyimwaji haki Tanzania libadilike liwe tatizo la dini. Hawa watu ni wa hatari, hatari kiasi hiki. Tuhakikishe tuna comment sisi waislamu tuhakikishe tuna comment kila sehemu kuonesha hatuko na, na hii misimamo mibaya mibovu inakuja kuharibu nchi yetu, tuhakikishe tunaikataa Tuhakikishe tunaongea pale tunapoweza na kingine, tuache kutrendisha video za wapumbavu wanazokuja kuongea hivi. Wakiongea hivyo ndugu zangu, usiposti usi, ukikuta imepostiwa sehemu usikomenti hizi, hizi posti, ili yani, tusiwape airtime hawa mbwa. Na ukikuta peji imewaposti wale, unfollow hiyo peji. Yani lazima kila mtu anayeposti yo, peji yoyote inayoposti hawa Wais, hawa mamluki wahuni wanaojiita Waislamu waliolipwa na Samia na Abduli kuja kuleta udini kwenye nchi yetu, hakikisha unamfollow hiyo page, hakikisha hatuko tena, yeyote anayewatendisha, na hata wewe unaoposti kuwatukana, unawatendisha unapeleka meseji yao huko. Kingine, na ninyi Wakristo pia, inabidi pia mchukue hili, mchukue, mchukue swala kwamba sio sio swala la Waislamu ii msichukulie kama ni sasa hivi kuna ishu ya Waislamu na Wakristo. Na nyinyi Wakristo pia mna responsibiliti ya kujua kwamba hii ni ishu ya Samia kutaka kubaki madarakani. Ana, ana, anajaribu kuingiza dini ili Watanzania tugeukane. Tukishageukana sisi yeye kapona. Kwa hiyo tusi na nyinyi Wakristo pia mtumie akili. Hakuna vita ya Wakristo na Waislamu Tanzania, haipo. Wa, sisi Watanzania wote adui yetu ni mmoja. Wakristo wa Waislamu Wapagani wa Zanzibari adui yetu ni mmoja, sisi em adui yetu ni Samia Suluhu. Tunachokitaka wote wa Tanzania bara, visiwani, tunachokitaka ni haki. Haya mambo ya dini yanatokea wapi? Mambo ya Uislamu Kristo yanatokea wapi kama sio tunachezewa akili na kina Kikwete, tunachezewa akili Tusikubali kuingia kwenye mjadala wowote wa, wa kidini. Hawa wanaotutishia kwamba sijui mkiandamana tutawachinja, si tutakutana, tuta na nyie tarehe tisa, njooni, njooni tarehe tisa. Njooni. Njooni.